Bwana, niko na bouncer pembeni yangu hapa kuzungumza e, mawili matatu kuhusiana na kile ambacho tayari ama imekuwa rasmi kutoka kwa bodi ya ligi kuhusiana na mchezo ambao ulikuwa upigwe katika dimba hili la Benjamin Mkapa, ambapo ekundwa Msimbazi Simba walikuwa wageni watani Young Africans, lakini kwa hivyo mchezo umeghairishwa mpaka pale taarifa rasmi itakapotolewa official. Kujani Abdallah Abdallah kujani Fennis, Abdallah, Abdallah, mkujani, oji, niko naye Dulla Tula, ili tumekutana hapa okay. Ukiona tumekutana ujue ni spana zenye fact ndani yake. Hebeti, mambo ni aje? Kwema, mambo anasemaje ndugu Kari, uko poa? Niko fresh taarifa umeiona of course... ah, taarifa nimeiona na nasikitika kwa sababu mimi nimekuja hapa mapema sana toka saa tatu nipo hapa, nimekuja tu kuangalia kuangalia nini kinaendelea, lakini kwa masikitiko makubwa Dah, watu wametoka mikoani. Kuna rafiki yangu mmoja amenipigia ya simu asubuhi, ametoka Zanzibar, amekuja hapa kwa ajili ya mechi. Lakini nimepitapita huko mitandaoni, of course, nimeona watu wanawalaumu sana Simba, lakini mimi nataka kwanza tujue, kwani Simba aliamka tu asubuhi akasema siji kucheza mechi? Aliamka tu akasema siji kucheza mechi? Hapana, kulikuwa kuna sababu ya mechi kutokuchezwa, sababu ama kipengele ndio hicho kipengele ndo sababu wenyewe, kwamba jana Simba walienda kufanya mazoezi kikanuni. Ina, inaruhusiwa kwamba unatakiwa ufanye mazoezi katika uwanja wa mechi siku moja kabla ya mechi husika, muda husika pia na muda husika. Sasa Simba wamefika pale saa moja na nafikiri watu wanabidi waelewe ni mwezi wa Ramadhani, sisi Waislamu tupo kwenye mfungo e, ina maana kuna wachezaji Waislamu pale wa Simba walikuwa wapo kwenye mfungo sina nielewa, wakawa wamenyimwa haki yao ya msingi ya kwenda kufuturu, wamekuwa harassed kwa sababu, kwa taarifa zilizotoka ni kwamba walizuiliwa kutoka nje ya, ya, ya, ya, ya lile basi sasa, wataenda kufuturu vipi? Haya, ukiachana okay, na hivyo, nasikia kuna viongozi walikuwa wametukanwa, wametukanwa, wamedhalilishwa. Lakini kitu ambacho pia hakijasemwa ni kwamba walifanyiwa fujo Yaani kwamba watu wana wamezuiliwa kufanya mazoezi aiishi hapo, walifanyiwa fujo. Hiyo ndio kitu ambacho kikafanya Simba washindwe kuja kucheza mechi yao siku ya leo. Kwa hiyo tusio, tuna base, tuna double standard kwenye ukweli, sema ukweli sababu, ingekuwa kuzuiliwa, kuzuiliwa kupo kwa aina nyingi. Kama we kitu ni haki yako ukazuiliwa, utatumia utataka ku, ku, kuendelea kuconvince upate ile haki yako, ukishindwa kuipata na yule mtu anayekuzuia anataka kukuzuia atatumia nguvu kukuzuia, atakapotumia nguvu kukuzuia atakuaffect wewe kisaikolojia. Ndio ambacho kimetokea, si unanielewa? mko mkojani. Kwa hiyo Simba hapo ndo walipopabana kwamba sisi tulifanyiwa fujo, sisi tulifanyiwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo before hatujalaumu kwa nini hawajaja, kwa sababu naona midia zote kanuni hii inasema hivi. Kwa nini na wanyima kwa nini kwa nini wasianze kwanza wanataka, kwa nini? Wanataka busara nataka niseme kwa nini wasianze kuuliza kwa nini, kwa nini zia, zifanyike fujo yani saa huko kote saa Simba ana haki ya kuja kufanya hivi Simba hivi Simba hivi sawa alivyokubali, lakini kwa nini afanyiwe fujo? Si unaelewa pointi yangu? yani kwa nini yani kwa nini azuiliwe kuingia uwanjani kwa nini, yani, nini azuiliwe kutoka kwenye basi. Wanasema taarifa rasmi haikuepo eh? kwamba watakuja kufanya kanuni inasemaje? Tunarudi saa kwenye kanuni, kanuni inasemaje kwamba timu inaruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo siku moja kabla. Sasa wewe unataka taarifa ipi? Haya, bodi ya ligi si ipo? Viongozi wa TFF si wapo? hawakupewa taarifa kwamba kuna fujo zinaendelea? Hawakupewa kama, kwa nini? Kama hawakupewa kwenye mitandao hawakuona, walishindwa kupiga simu kuuliza? kwa nini hawakufika viongozi wa TF? kwa nini hawakufika pale kwenye tukio? kwa nini tunasubiri tu, imefika muda wa mechi, amegoma unaanza kumshambulia Simba amegoma mechi amegoma mechi. Kulikuwa kuna mambo yanatokea, tulitakiwa tupigie kelele ya mambo yalotokea. Kwa nini tuna bezi sehemu moja mimi? Ndio kitu ambacho huwa nakisema, umeelewa? Kwa mtu mwenye kunielewa hapa, kuna pande mbili, kuna upande wa Yanga, kuna upande wa Simba. Upande wa Yanga tavuta kwake, wa Simba tavuta kwake, haijalishi ukweli kwa wapi. Lakini Simba hajaamka asubuhi akagomea mechi, kuna vitu alifanyiwa ambavyo vilienda against na makubaliano ya mchezo, si unanielewa? kwa hiyo mimi binafsi nasikitika kwa watu ambao wamekata tiketi na waonea huruma, na mimi mwenyewe nimechoka, sababu mimenipiga, nimetoka mbali, kwa sababu nimetoka Kigoma nimekuja, alafu ah, nafsi inaniuma, yaani la kweli nafsi inaniuma ah, uh, wanasema ya kwamba taratibu mm, ama zile sheria zilizokuwepo haziruhusu timu mm, eh, kugomea mchezo isipokuwa mm. ambaye amefanya kosa. Kuna mm. eh, sheria na kanuni ambazo zitamhukumu yule ambaye amefanya kosa. Hiki kipengele wengi wanachukua kuilaumu Simba, nadhani wako sahihi hiki wanachokifanya. Ah, mimi nataka nijue kwanza, kabla ya kanuni, kuna kanuni ambayo inaelezea mtu akifanya fujo kuelekea mechi kubwa. Mimi nataka hiyo kanuni, kwa sababu watu wanasema kagomea, kagomewa kuingia kufanya mazoezi fujo hakufanyiwa? Kama alifanyiwa fujo, je, kuna kanuni gani inazungumzia timu ambayo inafanyiwa fujo siku moja kabla ya mchezo? sababu, sababu fujo zilikuwepo, kuna viongozi wamezalilishwa, umenielewa? Wachezaji walizuiliwa kutoka kwenye basi, walikuwa wanafuturu, wengine wanahitaji kwenda kufuturu, wamefunga. We, imagine mtu anafunga kuanzia alfajiri, kwa sababu tukija kwenye sheria za saumu, mtu anafunga kuanzia alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Ina maana wewe umemweka umemweka, mtu anachelewa kufuturu. Kwa sababu gani? kwa kulikuwa kuna fujo. Yani watu wanaishia kwenye eneo moja tu kwamba Simba wamegoma kuingia, wamegomewa uwanjani wao wasiingie kufanya mazoezi, sio kugomewa kuingia kufanya mazoezi, wamefanyiwa fujo yes. Sinaelewa yaani ile neno fujo sijasikia watu wakilisema kwenye mitandao. Lea, nataka waseme. Sikilize, ah, nataka waseme na me, nisikilize usinikatishe. Nataka waseme nimetoka Kigoma, ndugu yangu, na tiketi ya wewe. Nataka waseme hivi, Simba wamefanyiwa fujo jana na ushahidi wa video upo. Yaani sio kwamba eti amegomiwa kufanya mazoezi, no, sio kweli, amefanyiwa fujo. Sasa katika kanuni nataka nijue Kanuni inasemaje kwa timu inaofanyiwa fujo? sio kugomewa kufanya mazoezi, fujo ndio. Yani fujo lile neno fujo liwepo. Mabausa kulikuwa kuna maneno yani, hapo, maneno key points, mabausa wa Yanga. Sasa kanuni inabidi ifuatwe, lakini tukubaliane, wanasema kwamba wale mabausa hakuwa wamepajezwa, wala haijulikani ni wa timu gani, wanani Tuishie eh, kwa mabao eh, unajua kuna, kuna kauli moja alitoa mzee wangu Azim Dewji siku kadhaa kabla ya mchezo, alisema Simba huwa inaonewa. Mimi mwanzo nikaona ah, labda mzee wangu kateleza, kumbe yule mzee ana maarifa, anisame nilimchukulia vibaya, lakini ana maarifa eh. nimegundua sababu hii si mechi ya kwanza. Nafikiri unakumbuka CCM Kirumba, Simba alifanywa nini? Nafikiri unakumbuka na pamba hiyo. Hey, na pamba alizuiliwa kuingia kufanya okay. Ina ina maana si bahati mbaya, kwa hiyo Simba akigoma leo maake watam, akikubali watamtengenezea tabia. Kwa nini Mwanza afanyiwe? Kwa nini hapa afanyiwe? Kwa hiyo mwacheni sawa, kwa sababu anafanyiwa fujo. Viongozi wa Simba kuna namna ameupiga mwingi, asante. Nashukuru.